Asante sana mtazamaji, tunaendelea na mazungumzo yetu. Tulikuwa tumefikia zoezi la IBC na iwapo vijana watakuwa na athari katika matokeo ya uchaguzi unaokuja ama la, na iwapo msimamo um, wao utakuwa ni kuegemea sehemu gani? Kwa sababu eh, wakati tukizungumzia mswada um, wa fedha mwaka elfu mbili ishirini na nne na maafa yaliyotokea vijana walionekana kukata shauri kwamba wataelekea upande tofauti. Je, hayo yamebadilika au la? um, Mi kitu naweza sema ni kwamba vijana wetu, unajua, hata sisi zote tukiongea mambo ya vijana, hata sisi tushakuwa vijana. In fact sisi ni wale vijana wazee kidogo tu, so, we relate so much with our youth. Na sasa sisi ndio hata kile kizazi sasa kina ndio wazazi wa hawa vijana sasa, na niseme vijana wetu wako na haki ya kufanya yale wanatenda and at times ukiangalia vizuri they have very good intentions the only problem that comes in ni wakati wanakuwa infiltrated because you see, you see saw like during those protests the finance bill our youth started so well but when criminal elements infiltrated their demos everything went asunder And in fact, the most sad thing is that watu wengine mpaka walikuwa kwa serikali eh, intelligence iliona walikuwa wana sponsor hizo mambo za hooliganism kuingizwa kwa vijana wetu aswa kama hawa tiktokers. Hata nikitoa mfano mzuri kama jana wamekuwa kwa kijiji yangu, um, nilishawahi ni, ni, kutaja juu ya huyo jamaa walikuwa wamekuja kusaidia, tulikuwa tunasoma naye huko kwetu must be very careful. Kwa wale watu wanaweza watumia vibaya. Kwa mfano katika hiyo hafla ya jana, jua pia wanasiasa wanakujaga wamejifisha huko shule ambayo nilisomea. So bado unapata kuna wengine walikuwa nasema oh, hatutaki wanasiasa wa serikali but me, mimi, mimi sina ubaya wote huyo bwana. Mi nilienda mpaka kwa alipokuwa kwa hiyo matatizo ya stroke, nilienda mpaka kwa PS huyu um, wetu wa health, hata dia nisaidia mpaka akapata kutoka kwa hospitali. Hata saa hii nataka tu nimalizie, saa saa hii jumii mambo ya vijana ashugulia kwa, kwa karibu sana. Kuna vijana mingine wapo Gakuyu sekondari pale Uthaya Aliaguka na pikipiki ametibiwa, sasa bili ni 2.3 million sha, imelipa 700000 mm -hmm. bado masuala kama hayo ni vizuri, vijana wajue, sisi hatuashiri, sasa hiyo tunafuatilia, no. Hata na viongozi wa serikali, hata nimeongea na PS jana, juu tunataka tusaidie vijana wetu, na wajue they can influence the way this country goes positively, no. Wasikubali kutumiwa Higgins, um, tunapozungumzia vijana, um, kuna kitu ambacho pengine kwa mtazamo wa wengi ambao wanatazama nje kwamba um, palikoseka jambo ambapo Rais William Ruto hakujitokeza mapema e, na aidha kuomba radhi kwa yale madhila ama ghasia zilizotokea na mauaji, na nataka kuuliza hivyo kwa sababu niseme, je, hilo litakuwa na athari kwamba vijana bado wana hamaki na yeye, wana hasira na yeye kwamba hata itakapofika wakati yeye sasa anajitokeza kimasomaso na anataka kura zao, ndio ajitokeze kusema kwamba tunaomba radhi kwa yale yaliyotokea, hayatatokea tena, naomba nipate kura niendeleze e, gurudumu la serikali. Hilo ni jambo atajutia siku za usoni ama namna gani? Iwapo vijana atakuwa na athari katika matokeo ya uchaguzi? Uh, unajua vile tumeongea hapa, tumeongea maneno ya sera, asira hata kwangu haikae sana, unajua. mm -hmm. Mtu akiwa na hasira amwezi sikizana, kwanza unangojea hasira inashuka ina mm -hmm. Ndio unaweza kujielezea mm -hmm. Uh, kuji hiyo wakati hizo changamoto zilikuwa, tuliona rais alienda kwa social media no. Aliingia X space akaingia wapi, wanamtukana, anafanya nini? Alijaribu uh, kuongelesha na pia ningesema sijui kuisema kwa Kiswahili kuna msemo uh, wakati wa Cold War ulikuwa unasema uh, useful idiots, yani ni yule mtu anadhania anapigania a certain cause, lakini kuna watu nyuma ambao wame infiltrate wanaenda na ajenda zao, so watu wale walikuja finance bill wakati wa kwanza ile 26 i was very happy in this sense yaani nilikuwa nasema kwa mara ya kwanza kwa nchi imekuja mapema kuliko vile nilitarajia, tunaanza kuongelea sera. Yaani wakuja kwa nini? ati juuni kabila hii ama ni wa mlima ama ni wa bonde ama ni wa nini? walisema ushuru iko juu, hii iko juu, baada hiyo changamoto, the only thing yotakuja nayo ni suluhu, because rais ali withdraw eh, finance bill, wakafanya ukarabati kidogo ili serikali iweze kuendelea, so ningetarajia vitu kama hizo ziendelee za sera, tuseme ushuru uko juu ama hatutaki hivi vile, hii inaendeshwa. Nilikuwa nimefurahia until wanasiasa wakataka kukua, kutake advantage ya hao vijana. Ndio hapo uliona watu walikuwa wanajaribu kwenda kuingia kwa hiyo maandamano, wanaambia nyenye si kiongozi wetu, sisi tunaenda kufanya hivi na hivi so wanasiasa wengi wanadhania hiyo chuki ilikuwa ya rais peke yake, na wanasimu ati sasa au ndo alternative. But kile rais anafanya ni kuweza kufanya kazi, si kwenye mtiani utakuja ambaye ni mwaka wa elfu mbili ishirini na saba, atakuja aseme ni kweli kulikuwa na changamoto but hii ndio nimeweza kufanya. Niko 100% sure by the time tunaenda uchaguzi mamilioni ya watu watakuwa wamehudumiwa, na sha maelfu ya watu watakuwa wanafanya kazi kwa mijengo za housing, maelfu ya watu watakuwa wameingia kwa hizo housing, maelfu ya watu watakuwa kwa soko ambayo zinatengenezwa saa hii. Barabara zote ambazo zilikuwa stalled, contractor wote wamerudi on site, watu watatumia hizo barabara. Mimi niko sure nikienda kwetu Nakuru, hiyo highway itakuwa imeisha, eh, 100%. So tukifika hapo ninataka kuona eh, viongozi wengine wakisimama wana kwa soko ambayo William Ruto amejenga wa watasema nini? <laughs> watasema ilifaa kuwa seven stories aina 3 ama nini? So William Ruto anafanya kazi uh -huh. Na kazi itajiongelea pia. Eda, niulize swali hili um, ungedhania kwamba saizi ingekuwa rahisi kujaribu kushawishi vijana kuwa katika upinzani hasa ikiwa tunazungumzia mswada wa fedha na jinsi serikali ilivyoendesha uh, uh, utekelezaji wa kukabiliana na vijana na kadhalika, lakini ukiangalia kwa sauti moja, viongozi walioko upinzani ni wale wale. sasa kitu gani kinastahili kufanyika kuweza kushawishi au kuvutia vijana, ndiposa waone kweli kuna mabadiliko ambayo tukiwa tutaketi upande huu tutakuja kuyaona baadaye, kwa sababu viongozi ni walewale wale. na sauti zao, mazungumzo yao ni yale yale. kana kwamba wamempuuza kijana ama kizazi cha jenzi. First of all, wache niseme kama political scientist. Nimejifunza that uh, nime-experience that politics ni very emotional, ni, it's an emotional business. Una transact, tuna emotions na ujui ni nini itafanyika kesho kama vile tuliamka tukapata finance bill watu wakakasirika, wakatokea. Kuna siku nyingine walikuwa nasema wataongeza term limits, vijana wakaanza kujitayarisha kusema wakijaribu, tunatokea. Kwa hivyo kesho hujui ni nini serikali itafanya, hujui ni nini itatupata. Kumbuka hii maneno ya jenzi ilianzia hapa Kenya, i think Bangladesh hadi juzi uliona, mpaka in fact France <sighs> vijenzi France, na wanajiita leaderless lespia, walitokea wakasema the government haisikizi chenye wanata wanataka na hawataki hizo policies za the France government uh, Nepal for example, vijana walikasirika wakasema ona, wananunua tu magari wanajinunulia vitu mzuri mzuri, na zile vitu ambazo yale mambo ambayo tunataka hawazingatii, na wakatokea, hawakusema ati tukae chini tuandike manifesto kwanza, walitokea wakasema nyinyi nyote nendeni nyumbani, na wakaapoint immediately the former um, I think uh, attorney general the lady uh, ndio sasa asimamie nchi so ujui ni nini ita, ita, ita happen kesho, na ndio maana hii serikali inaambiwa tread carefully, wacha ku provoke. Kumbuka rais Uhuru pia akisema ali one, ali one of the things, alituonya alisema, hii population ya, ya hawa vijana it is too big, it is a ticking time bomb. Ukitrigger tu hivi wanalipuka wana so, be careful venye una handle Be careful na matamshi yako wewe kama kiongozi. Juu ukisema jenzi unawapuuzia tu unawachukulia lightly kwa sababu unaona ni, ni watoto. In fact for the longest time wamekuwa ki-treat our jenzi kama watoto. So kesho what I'm trying to say is that hujui nini ita happen, ita trigger nini. So kazi ya upinzani saa hizi ni kumuambia serikali can you be careful? But over and above that because mnasema mmekuwa tu kwa uongozi ni miaka mbili. Account for those two years, a million shillings worth sijui what, what, what, somebody ana drive sijui gari na kaje kutuangushia mamilioni. Sijui kama uliona over the weekend uko wajia wanahesabu mamilioni tu. Hii pesa imetoka wapi? Huko hakuna maji, hakuna vitu mingi wanalalamika unatoa wapi hizo pesa? Unakuja kuambia watu ati nimetoa milioni kumi, alafu mkiondoka after hiyo empowerment, hii pesa inakusanywa, inafanya nini? Ama inapatiwa wananchi wanaweka kwa mfuko. Utanilisha leo, kesho nani atanilisha? So um, because of hizi ma hizi issues, nikisema hapa wananilipukia, wanasema oh, lakini ukiangalia hizi issues zote zenye zinafanyika ni vitu very emotional, inakasirisha mtu kwa roho. So kesho ujui watu wakiungana, wa mobilize watafanya nini? Alafu wacha nijibu niseme Tuache kusema jenzi hawana leader ati kwa hivyo hawana impact. Wako na impact, impact because huyu jenzi ako, akona choice ya kujoin UDA, mwingine ako na choice ya kujoin kulingana na vile anaona viongozi wanaendeza chama, so si lazima ati waungane watengeneze chama. Hivyo ndio tumezoea ati hawa wanaungana kutoka region moja wanatengeneza chama. Hapana, tu-encourage vijana, chukua kura ukishachukua kura the only way and actually the functions of a political party one is to organize the people. Hamwezi kuwa hamwezi hamwezi achieve kitu mmoja mmoja, lazima you organize to mobilize behind an agenda. So wachukue kura, waingie kwenye chama ch chagua chama nyi unataka chama, ni za zaidi ya mia, ingia kwenye chama. Uh, push your agenda alafu 2027 wacha nimalizie na kusema hivi. Nilijifunza hivi 2022

anybody in politics. Hawa vijana tunasema hawa, ah, wachana na wao, utashangaa. Hawa viongozi tunasema ati yo Gachagua ni mkabila nini, utashangaa akiunganisha mlima, so usipuuzie. Nitakuja nitakuja kwako, nitakuja kwako mheshimiwa. uh, Frederick, pamoja na hilo ambalo, no. Nataka kuongezea niulize, no. ni swali hili kwamba, um, wakati rais <coughs> William Ruto akifanya kampeni yake no. na kumbuka, alizunguka karibu kaunti zote mm -hmm. na maeneo bunge karibu yote naam. no akifanya kitu kinachoitwa economic forums. Naam. No. hali alikuwa kiketi na kijikaratasi no, akiandika yale mapendekezo ambayo wananchi walikuwa wanatoa kuhusiana no, na masuala ya biashara na kadhalika no. Kwa muda ikaonekana kushindikana, sasa viongozi wamezuka na kitu kinachoitwa economic empowerment, kwa sababu imekuwa vigumu kutekeleza yale ambayo alisikiza kutoka kwa wananchi. Sasa swali la kujiuliza ni hiyo inatosha kushawishi hasa unapoona kwamba hii economic empowerment inalenga jamii mbili, jamii ya kina mama na jamii ambayo ni vijana mm -hmm. Right? ambao ni wapiga kura mm -hmm. Sasa hiyo inatosha kwa, ku, kwa kushawishi vijana? kwa sababu alifanya kampeni akisema nitabadilisha hivi. Sasa imefika wakati ambapo mm -hmm. tunatoa shilingi elfu mbili tunatoa shilingi elfu tatu kushawishi vijana. Nimrod, mimi nakubaliana na yale ambayo uh, Mweshimiwa Ruto anafanya no. Kwa sababu umesema wewe mwenyewe kwamba inalenga jamii mbili: akina mama na vijana. Katiba ya Kenya inatueleza kwamba, Nimrod, wale watu ambao wameathiriwa zaidi ni vijana, akina mama, walemavu na wale wanaotoka jamii ndogo ndogo. Kwa hivyo ni jukumu la serikali kuhakikisha kwamba wale waathiriwa au ambao wametengwa washughulikiwe vilivyo. Pili, naona pengine hatujamwelewa mheshimiwa William Ruto anapofanya, jinsi anavyofanya siasa zake. Siasa za William Ruto kwa sasa anazielekeza katika maeneo mbalimbali mbali. Akitumwa Kindiki wapeleke miradi empowerment, economic empowerment programs. Anaenda kila pahali, inamaanisha anashughulia kila Mkenya pahali ambapo yupo, vilevile anawaalika wale wengine wanakuja katika ikulusiju. Kama nitakuwa nakosoa vibaya, kwa sababu zile fedha zinazotolewa mm -hmm. na pengine naomba nikosolee, hazionekani kwamba ni fedha za maendeleo mm -hmm. zinaonekana ni za kukidhi mahitaji ya sasa. Wajua... katika makundi tofauti na sehemu ambazo pengine wamepeleka vifaa vya kufanyia biashara ni tofauti, sehemu nyingi ambazo wamechangisha pesa, makundi ambayo yanapewa pesa. Nipe mfano, ni bro. Ni makundi ambayo mfano makundi bank, unakumbuka wakati tukifanya taarifa kwamba kuna kina mama mm-hmm walipokea katika kikundi kimoja shilingi mm-hmm elfu mbili, kuganya mm-hmm sasa ndio najaribu kujiuliza ikiwa unatoa shilingi elfu mbili au shilingi elfu moja. Sasa itakupa fikra gani za kupata sasa acha nikueleze huenda kuna pesa ambazo zinapewa kina mama kama nauli hey, ya kurudi hey, nyumbani hey. Kisha kuna pesa ambazo zinatolewa kwa minajili ya uh, zile women group ambazo ziko pale pengine wanataka kuanzisha soko biashara na kadhalika. Sasa so, kuna tofauti kwa sababu siasa lazima uorganize na umobilize, lazima ujumuishe watu, lazima warudi nyumbani, lazima wafadhili kurudi nyumbani. Pili, nikikwambia hapa, ngoja kidogo kidogo. Tumejaribu kufuatilia uh -huh. Hata katika sehemu ambazo watu wamepewa yale mapeni kaambiwa, kaambiwa, tuk tukauliza, ni miradi gani wakatuambia, uh -huh. Tumepewa hizi, hatujui kufanya. Wajua, ningependa uh -huh. waj... uh -huh. toka katika kikao kama hiki uh -huh. tujue sehemu gani ambazo miradi hiyo kutokana na economic power imefaidi, tutaziona wajua... tutaziona <laughs> no. Uh, Nimrod na. Ukweli ni kwamba na. Wewe unapohisi njaa sasa hivi, huwezi sema mi nahisi njaa lakini nitakula kesho. Napo. unakula sasa hivi. Bila shaka. wale wakinamama wako na mahitaji ya leo ya kesho, ya kesho kutwa exactly. Kwa hivyo serikali iko na jukumu ya kuhakikisha kwamba inasuluhisha mahitaji ya leo kwanza, ya kesho, kesho <laughs> ya kesho kutwa. Ushaona bana, pili. Naona nimerusha mimi. Naamini kwa hivyo tunakubaliana kwamba kwa kwa mfumo huu upo mara mbili au mara tatu hata mara nne mfumo ambao ni wa kuleta pesa za kushibisha kwa leo ya baadaye, miradi ya wajua uh kila, kila mwananchi popote anapotoka ako na uh, mjumbe katika MCA, mjumbe wa National Assembly, mjumbe wa seneti ako naye, alafu kuna zile fedha ambazo zinaenda katika gatuzi. Hizo fedha zimetengwa, kuna miradi ya maendeleo ambayo yanafanyika pale. Kisha serikali iko na jukumu kupitia kipengele cha sita kwamba watafanya maendeleo kila pahali kwa zozote unawezekana. Kwa hivyo William Ruto na wenzake wanapopeleka miradi ya economic empowerment katika, kwa mfano niseme, Kabondo Kasipul pale ambapo natoka, wanaepeleka wakijua kwamba kuna miradi ya gatuzi ambayo inaendelea hapo awali. Pili, wale wanaokuja katika uh, ma, ma, miradi hii wanasema, mheshimiwa rais, sisi tumekuja lakini hujue kwamba lazima tutarudi nyumbani. Sisi tumekuja hujue kwamba lazima watoto waende shule. Hivyo ah, ni hivyo mambo ni, ni ni ambayo lazima tuyaelewe. <laughs> economic empowerment ambao umehudhuria na ukaonyeshwa kwamba kuna malengo ya mradi fulani na kuna mtu anafuatilia kwamba miradi fulani inafanywa, nipe mfano uh, mingi mingi zaidi, sija, sitakupa moja wapo tu, lakini yale ambayo mimi nayajua sijahudhuria, lakini nimeyatazama kwa runinga. Huyu pengine mwenzangu atajibu, lakini la muhimu, la muhimu ni kwamba ili niwape ni, ni, ni, wenzangu nafasi, la muhimu ni kwamba wanapopeana pesa katika miradi ya economic empowerment haimaanishi ati hizo pesa ni za kukula sasa hivyo peke yake. Inamaanisha kwamba kuna mahitaji leo kuna kesho, vile vile kuna ya ya kesho mahitaji uh, ki, kiruga mm -hmm. na pigings, pengine mtachangia, lakini nimeuliza hivyo sio kwa sababu nakejeli mm -hmm. hizo hatua mm -hmm. nimeuliza ili niweze kujua kama zina athari zozote katika uchaguzi unaokuja kwamba yule ambaye alipokea fedha hizi au alipewa mradi huu anahisi kwamba atafanya maamuzi kulingana na hatua hizi. Bila shaka. Bila shaka. Bila shaka. Bila shaka. moja daima dawamu na sio Kenya pekee dunia mzima where proper democracies zina operate <coughs> when people associate you with positive development it doesn't matter well, you know watu wako na mahitaji yao in a proper way. Watu wakiona huyu ni mtu anafanya mambo yanakidhi mahitaji yetu, watakushagua. mm -hmm. Niseme hivi, mimi dadagu ananichangaza sana hapa. Dadagu enda hapa, naogea, naona anatorokea ukweli <laughs> unajua Awa na wanasiasa wote wako nao hapo, tumekuwa na wao na yale mambo tumekuwa tukifanya na wao. Sasa wameenda pande ile ingine, wamekuwa malaika. Mambo ya logistics, ukiita watu mkutano, viongozi wenu washa mambo kwa kampeni sio, sio, sio. Nini? Sio, pesa ya serikali. wait, wait, wait, wait, ukiita watu mkutano kama kiongozi, hata mimi mwenyewe mimi ni MCA, nikiita watu mkutano nitawapatia deal tena. Kiongozi wao na ni ndugu yetu kutoka huko kwetu, kuna wakati alikuwa anaita watu kama elfu tano hapo kwake. Aa, watu akienda nyumbani anawapatia mchele, maharagwe na vitu kama hizo na nauli ya kurudi nyumbani. Leo hii sisi, mimi nimekwambia, tumeshikana viongozi wote wa Nyeri, tunaenda kama ni vikundi vya kinamama

nimeuliza hilo swali Frederick, ameniepuka. Ni turudi kutoka mapumzikoni zote.